Chukua Kelvin, utajifunza mengi kutoka hapa. Anapewa taa ya ajabu inayotoa pesa na utajiri, lakini taa hiyo haikutoka bure. Alipewa sharti la ajabu sana kwa ajili ya utajiri huo. Brian, umebakiza kumbukumbu moja tu, ukinitolea hiyo nitakufanya mtu wa ajabu zaidi duniani. Je, unataka kujua nini kilichotokea? Sawa, hebu kwanza nisaidie kugusa alama ya laiki, kisha subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa Unaangalia simulizi hii ukiwa wapi wapik? Okay, tunaanza. Kwa jina aliitwa Kelvin. Kelvin alikuwa kijana mwenye bidii sana, fundi wa umeme pale mjini Morogoro. Kazi yake ilikuwa ya mikono, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa, ndoto zake zikiwa kubwa kuliko kipato chake. Alikuwa akiamini siku moja naye atainuka, atamiliki kampuni kubwa ya umeme, atavaa suti safi na watu watamwita mhandisi Kelvin lakini maisha hayakuwa rahisi, kodi, madeni na marafiki wa kupotea walikuwa mzigo. Zaidi ya yote, mpenzi wake Trati, msichana mrembo aliyemsomesha hadi kidato cha sita, alianza kumdharau taratibu. "Wewe Kelvin, kila siku unaniambia mipango, mipango. Mimi nataka maisha, si ndoto," alimwambia siku moja kwa hasira. Kelvin akanyamaza, macho yake ya kijaa machozi. "Sawa, labda siku moja utanielewa," akajibu kwa sauti ya chini. Siku moja akiwa amekaa kwenye kibanda chake cha fundi, akaona mzee mmoja ameketi pembeni ya barabara akiwa amechoka sana. Mzee huyo alikuwa na koti lililozeeka, lakini macho yake yalikuwa na mwanga wa ajabu, kama mtu anayejua siri nyingi. Kelvin kwa moyo wake wa huruma akamsogelea mzee. Hujambo, ungependa maji au chakula kidogo? Mzee akamtazama taratibu, akatabasamu. Asante kijana wangu, wengi hupita bila kujali lakini wewe umesimama. Moyo kama wako ni nadra. Walienda pamoja kwenye kibanda, Kelvin akamnunulia mzee chakula. Walipomaliza kula, mzee akamwambia Kelvin, kila mtu anatembea na kivuli chake, lakini wachache husema na kivuli chao. Leo nitakupa zawadi, si zawadi ya kawaida, bali ya siri ya dunia. Kelvin akacheka kwa aibu. Mzee, mimi sina hela ya kukulipa, na sina hata muda wa mizaha. Mzee akatabasamu tena. Sio mizaha, kijana, chukua Kelvin, utajifunza mengi kutoka hapa. Chukua hii taa ndogo ya chuma, ni taa ya kale, lakini ndani yake kuna nguvu kubwa. Ukikosa tumaini, usiku wa manane, washa taa hii, kisha sema maneno haya, nuru ya giza, nifunulie siri za dunia. Utapata unachokitaka, pesa, heshima, chochote. Lakini kumbuka, kila nuru ina giza lake. Baada ya kusema hayo, mzee alitoweka ghafla, kana kwamba hakuwahi kuwepo. Kelvin alibaki ameduaa, alifikiri labda ni ndoto au wazimu wa jua kali. Lakini usiku ulipofika, akiwa hana hela ya kulipa umeme, akawasha taa hiyo. Mwanga wake ulikuwa wa ajabu, si wa balbu, si wa moto, bali wa aina fulani ya kijani hafifu. Akasema kwa utani, nuru ya giza nifunulie siri za dunia. Ghafla upepo mkali ukapuliza ndani ya nyumba, sakafu ikatetemeka, kaa ikang'aa kama jua na ndani yake akatokea mwanamke mrefu mweusi mwenye macho mekundu. Akaongea kwa sauti yenye nguvu, "Kelvin, umeita nuru ya giza. Mimi ni Biliora, mlinzi wa tamaa zako. Sema unachotaka." Kelvin akatetemeka. "Nataka pesa, kazi, heshima. Nataka dunia inijue." Biliora akatabasamu, "Hilo ni rahisi. Kesho asubuhi utapokea simu ya ajira kubwa. Lakini kumbuka, kila unachopewa lazima urudishe kwa kitu cha thamani zaidi, moyo wa kitu unachokipenda." Asubuhi kweli, Kelvin alipigiwa simu. Kampuni moja kubwa ya ujenzi ilikuwa inahitaji fundi wa umeme kwenye mradi wa hoteli ya nyota tano. Alianza kazi, akaingizwa kwenye dunia ya fedha na heshima. Mwezi mmoja tu, Kelvin akawa mtu wa magari, akabadili makazi, akabadili marafiki. Trati aliyemkataa zamani akamtafuta mwenyewe. "Kelvin wangu, nimekosa mtu kama wewe Samahani kwa nilivyosema zamani. Kelvin akaona nafasi ya kujibu kisasi. Sawa, ngoja tuanze upya, akasema huku moyoni akicheka. Lakini kadiri alivyopanda juu ndivyo alivyozidi kuingia kwenye giza. Kila wiki alipoomba msaada mpya kutoka kwa taa iliora, alimwambia atoe moyo wa kitu anachopenda zaidi. Mara ya kwanza akatupa pete aliyowahi kupewa na marehemu babake, mara ya pili akauza nyumba ya urithi wa familia. Lakini kila mara alipata mafanikio makubwa zaidi. Siku moja Trati akamwambia Kelvin, umebadilika, umebarikiwa, lakini pia umegeuka mtu wa ajabu, usiku unaongea mwenyewe, mara unalia, mara unacheka. Kelvin akamkemea, usiniingilie, hujui ninachofanya. Lakini ndani yake alikuwa akiumia. Mwisho akasema tena kwa taa, nataka kuwa bilionea wa Afrika, nipe utajiri usioisha. Bi Liora akatokea tena macho yake ya kimetameta. "Umefika mwisho wa matakwa yako Kelvin, sasa toa moyo wa kitu unachokipenda zaidi kuliko maisha yako." Kelvin akasema, sina kitu kingine. Liora akamwangalia kwa tabasamu la kutisha, unalo Trati. Kelvin akakumbuka yote waliopitia, mateso na upendo, lakini tamaa ilimzidi. Usiku wa manane akamchoma sindano ndogo ya sumu Trati alipolala. Alipokufa, kaa ikang'aa, kuta zikajaa mwanga wa dhahabu na noti zikaanza kutoka hewani. Kelvin akacheka kwa sauti ya wazimu, ndiyo, mimi ni mtu mkubwa sasa. Lakini siku tatu baadaye, alipoamka mwili wake ulianza kudhoofika. Kila akijitazama kwenye kioo, ngozi yake ilionekana kama inachomeka kutoka ndani. Alipojaribu kuomba msaada kwa Biliora, ha haikuwaka tena. Badala yake, sauti kali ikasikika ndani ya nyumba. "Kelvin, nuru ya giza haijawahi kumpa mtu bila kuchukua roho yake. Ulitaka dunia ikujue, sasa dunia itajua kupitia kifo chako." Kesho yake watu walimkuta Kelvin nyumbani kwake amekufa akiwa amekaa mbele ya taa iliyozimika, macho yake yakiwa wazi, uso wake ukiwa na tabasamu lenye hofu. Kwenye meza kulikuwa na maandishi kwa damu: nuru ya giza hunufaisha wanaoitumia, lakini huishia kuwa meza. Na huu ukawa mwisho wa Kelvin, kijana aliyeuza roho yake kwa tamaa ya mali na heshima. Miaka kumi na tano ilipita tangu kifo cha Kelvin. Nyumba aliyokuwa akiishi ilibaki imefungwa ikionekana kama kivuli cha huzuni. Watu wa mtaa ule walikuwa wakipita kwa tahadhari, wengine wakisema walimwona Kelvin usiku akizunguka dirishani, wengine wakidai kusikia sauti ya mwanamke ikilia ndani. Hakuna aliyeweza kuingia mpaka kijana mmoja kwa jina Brian alipohamia mtaani pale. Brian alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu akijitafutia riziki kwa kutengeneza vifaa vya umeme. Alikuwa na akili nyingi, lakini maisha magumu: kodi ilikuwa kero, chakula ni shida, na kila alipopiga hatua bahati ilimgeuka. Siku moja, akiwa anatembea kuelekea kwa fundi aliyemwajiri kwa muda, akapita karibu na ile nyumba ya Kelvin. Mlango wa mbele ulikuwa umeachwa wazi nusu, kana kwamba unamwita mtu. Brian akasogea kwa hofu, akatizama ndani. Vumbi lilikuwa limetanda, lakini ndani kulionekana taa ndogo ya chuma ikiwa juu ya meza, imefunikwa na ukungu hafifu wa kijani. Alipoikaribia, upepo wa ghafla ukapuliza mlango ukafunga kwa nguvu. Ndani kukawa kimya, ila taa ikawaka yenyewe. Brian akastuka, akajaribu kutoka, lakini milango yote ikawa imefungwa. Ndipo sauti ya mwanamke ikasikika, sauti nyororo lakini yenye nguvu. Karibu tena, mlinzi mpya wa nuru ya giza. Brian akatazama huku na kule, akashika kifua chake. Wewe ni nani? Niko wapi? Taa ikang'aa zaidi, na humo ndani akajitokeza Biliora, yule yule aliyewahi kumteka Kelvin. Nimekuwa nikikusubiri kwa miaka kumi na tano. Umechukua njia ya mwenye tamaa kabla yako. Je, unataka kuwa zaidi ya mtu wa kawaida? Brian hakujua hata ajibu nini, lakini kwa sekunde chache alikumbuka shida zake zote, mama yake mgonjwa, ndugu zake waliomtegemea na ndoto zake zilizoshindikana. Ndiyo, akasema kwa sauti ndogo, nataka kuwa mtu mkubwa, nataka maisha bora. Biliora akatabasamu, akainua mkono wake, haa ikatoa cheche. Basi utapewa nafasi ya kuandika hatima yako mwenyewe, kila unachokitaka kitawezekana, lakini utalipa kwa kumbukumbu -kumbu zako. Brian hakuelewa, kumbukumbu zangu? Ndiyo, kila mara utakapotaka kitu nitachukua sehemu ya kumbukumbu -kumbu zako mtu, tukio au hisia, mpaka utakapobaki mtupu. Je, uko tayari? Brian akatikisa kichwa, ndiyo. Siku iliyofuata mambo yakaanza kubadilika. Alipata kazi kubwa mjini Dar es Salaam kwenye kampuni ya teknolojia, akapewa mshahara mkubwa. Watu waliomdhihaki zamani walianza kumtumia ujumbe. Alipoangalia kwenye simu yake, aliona maelfu ya maombi ya urafiki lakini usiku ndoto za ajabu zilianza. Alikuwa anaota anatembea kwenye giza lenye taa nyingi, kila taa ikiwa na uso wa mtu anayemkumbuka, tisha moja baada ya nyingine zikizimika. Siku moja, akiwa kazini, alipewa nafasi ya kuwa mkurugenzi wa miradi, nafasi ya ndoto. Lakini kabla hajaipata, akasikia sauti kichwani mwake, toa kumbukumu ya mtu unayempenda. Akafikiri kwa muda, kisha akasema Nichukue kumbukumbu ya baba yangu. Ghafla, kichwani mwake kukawa tupu, hakukumbuka tena sura, sauti, wala jina la baba yake. Lakini alipofika kazini kesho yake, jina lake lilikuwa limeandikwa kwenye milango ya ofisi kubwa. Mafanikio yakazidi. Kadiri muda ulivyopita, alizidi kusahau. Siku moja akasahau siku yake ya kuzaliwa, siku nyingine akasahau hata jinsi mama yake alivyopika chakula chake anachokipenda lakini bado alikuwa anasonga mbele, matajiri wakimtafuta, watu wakimtambua mitandaoni. Miezi sita baadaye Biliora alijitokeza tena. Brian, umebakiza kumbukumbu -kumbu moja tu, ukinitolea hiyo nitakufanya mtu ajabu zaidi duniani. Brian akamuuliza kwa hofu, ni kumbukumbu -kumbu gani hiyo? Kumbukumbu -kumbu ya wewe mwenyewe. Brian alitetemeka. Ukichukua hiyo nitakuwa nani? Biliora akamwangalia kwa macho mekundu, Utakuwa kivuli cha utukufu wako mwenyewe. Dunia itakujua kama mfalme, lakini hautakumbuka kwa nini unaishi hapo. Brian akakumbuka maneno ya mama yake aliyomwambia zamani, usiache tamaa ikupoteze mpaka ujisahau mwenyewe. Kwa mara ya kwanza aliona maisha yake yalivyokuwa yamegeuka, nyumba kubwa, magari, wanawake, sifa, lakini ndani yake kulikuwa tupu. Akachukua taa na kuirusha chini ikavunjika vipande vipande mwanga mkali ukalipuka na Biliora akapiga kelele kali kabla ya kutoweka. Asubuhi yake hali yake ni tete bado, hajajitambua. Brian alipatikana amepoteza fahamu. Alipoamka hospitalini, alijikuta hajui jina lake, hajui yuko wapi, hajui alikotoka. Polisi walipokuja kumhoji, walikuta karatasi moja tu mezani kwake, yenye maneno: nuru ya giza haina mwisho, inasubiri anayefuata.